Mtazamaji, wa Global TV, jina langu naitwa Rosemary Joseph, nikiwa hapa katika kijiji cha Litapwasi, Halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, ambapo leo tupo katika kijiji hiki, ni katika makabiziano ya mradi wa ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami unafanyika hapa, na barabara hii inatokea Likuyufusi Mkenda kuelekea Mkayukayu na barabara hii ina kilometa 124, lakini makabiziano haya yatahusisha kilomita 60. Mimi ni Rosimel Joseph, tafadhali ungana na mimi Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara ya Likuyufusi Mkenda ni barabara kuu yenye kuunganisha nchi ya Tanzania na nchi jirani ya Msumbiji lakini pia inaunganisha wilaya ya Songea na wilaya ya Nyasa kupitia daraja la Mitomoni. Barabara hii ina urefu wa kilomita 124. Utekelezaji wa mradi wetu wa Likuyufusi Mkenda, e, mradi wa ujenzi kwa awamu ya kwanza utahusisha kilomita 60 kutoka Likuyufusi hadi Mkayukayu na e, ulitarajiwa kuanza mwaka 2023 2024, lakini kutokana na changamoto za manunuzi za kumpata mkandarasi bora serikali ilisitisha zabuni hiyo na kufanya mchakato upya. Hivyo basi mkandarasi mpya alipatikana na mkataba wa utekelezaji wa mradi huu uliitiwa saini tarehe kumi mwezi wa sita 2025. Mkandarasi atakayetekeleza mradi huu ni China First Highway Engineering Company Limited, gharama ya mradi ikiwa ni bilioni 110.77. Mfadhili ni serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa asilimia mia moja. Aidha, tulifanya uthamini kwa ajili ya malipo ya fidia, zoezi ambalo lilitambua waathirika 851 kwa gharama au kwa thamani ya bilioni 5.195 na wakala unatarajia kupokea fedha hizo kutoka Wizara ya Fedha kwa ajili ya kukamilisha malipo tajwa ndani ya kipindi hichi kabla mkandarasi hajaanza kazi, nikimaanisha miezi mitatu. Tunawahakikishia wananchi wote walioguswa na mradi huu watalipwa stahiki zao mapema, bila kuathiri shughuli zao za kiuchumi na kijamii na tutazingatia misingi na taratibu zote za ulipaji wa fidia kwa kuweka kamati za kusikiliza malalamiko e, zitakazofanya kazi muda wote wakati wa utekelezaji wa mradi huu. Ndugu zangu, niwaombe kwa moyo mmoja, tuwa kwanza, tuupokee mradi huu kwa moyo wa shukrani sana, na hasa kwa rais wetu lakini la pili, tuutunze mradi huu, tuutunzeni. Na kuutunza niko kufanya nini? Mradi huu tuutunze kwa kuhakikisha hatuibi, hatuibi vifaa. Kila mwananchi kwenye mradi huu toka Likuyufusi mpaka Mkayukayu ahakikisha anakuwa mlinzi wa mwenzake. Mradi huu unakwenda kutujengea afya wenyewe, tutaondokana na kadhia hii ya kuvugia vumbi wakati wa safari. Ndugu zangu, tukatunze mradi huu na ukifika pale Mkenda ukimwita jirani wa Msumbiji anakusikia, na yeye akikuita huku tunasikilizana. Kwa hiyo biashara itakuwa nzuri, tutaongeza mapato ya taifa. Bidhaa nyingi zinazohitajika na wenzetu wa Msumbiji zinatoka Tanzania, ikiwa ni pamoja na mashine za kusaga nafaka, vyerehani, pikipiki piki mashine za kukamua alizeti. Kwa hiyo inavyoonekana uchumi mkubwa wa wenzetu kule unatutegemea huku. Kwanza Mheshimiwa Mbunge, nipenda nikumpongeze wewe kwa uamuzi wa kuja hapa kuja kutambulisha mradi. Serikali hii inafanya mambo mengi sana, mengi makubwa, mengine madogo, lakini ni viongozi wachache sana ambao wanajaribu wanajaribu kusogeza kazi za serikali kwa wananchi. Ni kosa kubwa kuto kuelezea mambo makubwa ambayo serikali imewafanyia wananchi, bila kuwashirikisha wananchi hao, bila kuwajulisha wananchi hao ni bure, ni bure sana kupoteza zile fedha. Kwa hiyo umefanya jambo la maana sana, kwamba hata kama wamesha saini mkataba huu tarehe kumi mwezi wa sita lakini wananchi wa Litapwasi hawakuwepo, wananchi wa Songea, halmashauri ya Songea hawakuwepo, wananchi wa manispaa hawakuwepo. Sasa lazima iwepo shughuli, angalau kwanza kushukuru kwa serikali, lakini pili, kila mwananchi kuanzia balozi mpaka mwenyekiti wa kijiji mpaka mtendaji mpaka diwani wajue kuna jambo kubwa linaenda kufanyika katika eneo letu, kutokea hapa katika barabara hii ambayo inakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Mimi ni Rosemel Joseph, na hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.